Yesu asifiwe. Jina langu ni Apostle Mabondo Junior, na namshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipatia leo na wakati huu. Ningependa kuzungumza na wewe kitu kidogo ambacho una amba unaweza kuwa unakifahamu, lakini naamini kinaweza kikakusaidia na kikakupa ufahamu ambao unaweza ukakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine na katika Uh, baadhi ya vitu vichache ambavyo nimewahi kuvizungumza hapo nyuma, kuna wakati nimezungumza kuhusu, uh, kuhusu maadui wa mafanikio, lakini katika wale maadui wa mafanikio leo ningependa kuzungumza kuhusu adui mwingine wa mafanikio ambaye anaitwa kukosa maono. Kukosa maono huyo ni adui kati ya maadui wa mafanikio ambao ni vyema ukawaepuka kwa sababu usipowaepuka utajikuta unafanya chochote wakati wowote mahali popote, kwa sababu hakuna kitu hasa ambacho ndicho unachokiona mbele yako. Kwa sababu maono, maono ni mpango wa baadaye, ni mpango wa muda mrefu, ni jambo ambalo sio fupi tu sio, ni jambo la muda mrefu ambalo unapanga kulifanya ambalo linaweza likawa Likawa la miaka mitano, likawa la miaka kumi, la miaka ishirini au la miaka nane, la miaka mitano, inategemea na ni aina gani yaotak kufanya gani ya maono ulionayo. Biblia, e inasema katika kitabu cha Mithali sura ya ishirini na tisa mstari wa kumi na nane ya kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anahili mtu yule ashikae sheria pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule ashikaye sheria. Sasa katika huu mstari unaonyesha jinsi ambavyo mtu akiwa hana maono hana sababu ya kujizuia, yaani hauna sababu ya kujizuia kama hakuna unachokiona. Lakini kukiwa kuna kitu mbele yako ambacho unakitazamia unakiona, unapanga kukifanya, maana yake utakuwa na self control ya maisha yako utakuwa na vizuizi. Kuna vitu utatengeneza mfumo wa vitu ambavyo ni sawa ukifanya, lakini kuna vitu ambavyo utajiwekea mipaka. Au kwa lugha nyingine unaweza kusema pasipo maono watu hukosa mipaka, na kukosa mpaka maana yake utafanya chochote kile kinachokuja mbele yako. Lakini ukiwa na maono, ukiwa kuna kitu unawaza kufanya, utaweka mipaka kwamba ili maono yangu nilionayo yafanikiwe, iwe ni katika biashara, iwe ni katika huduma, iwe ni katika kazi. Ndani ya miaka mitano nategemea kazini niwe nimefanikiwa katika kiwango gani? Je, maono haya yatafanikiwa ndani ya huu muda kama nitafanya kitu hiki kwa? Kama kitu hiki kitakufanya usifanikiwe, maana yake lazima ujizuie, uhakikishe kwamba umefanikiwa kukiweka pembeni. Usipokiweka pembeni, maana yake kinaweza kikakuzuia usifanikiwe kile unachotaka kufanya au ikucheleweshe kufanikiwa kile kitu unachotaka kufanikiwa kwa hiyo anasema pasipo maono watu huacha kujizuia maana yake kila kitu kinachokuja utafanya biblia inazungumza kwa habari ya yusufu yusufu alikuwa na maono kusoma kitabu cha mwanzo kuanzia sura ya 29 uh, sura 39, ya 40 ya 41 na kuendelea, unaona habari ya mtoto Yusufu. Yusufu mtoto wa Yakobo alipata maono, aliona maono, na hayo maono ni maono ya kuwa mtu mkubwa, ya kuwa mtawala, ya kuwa mtu mwenye mamlaka katika nchi, ya kuwa mtu mwenye ushawishi, ya kuwa mtu aliyefanikiwa sana lakini tunaona katika hatua alizopitia ili kufikia hayo maono, ambayo kusema ukweli, hayo maono ilikuwa ni ya muda mrefu sana, kwa sababu mtoto mdogo kuota ya kwamba ni mfalme au kuota kwamba ni waziri mkuu, maana yake hakuna waziri mkuu mwenye miaka nane, miaka saba, miaka tisa. Maana yake kulikuwa na miaka mingi yeye kufikia hayo maono ya kuwa waziri mkuu, yeye kuwa mtawala, kulikuwa kuna miaka mingi maana yake alipaswa kutengeneza utaratibu wa maisha ambao ungemsaidia kujizuia kufanya kitu ambacho hapaswi kukifanya, ili afanikishe malengo ya kuwa mtu mkuu sawasawa, sawa na maono aliyoyaona kutoka kwa Mungu. Ile ndoto aliyoota kwamba miganda inamwinamia t nyota na, na, nyota na mwezi vinamwinamia, ilikuwa ni kwamba atakuwa mkubwa katikati ya watu wake, katikati ya kabila zote 12 za Israeli atainuka kama mtu aliyefanikiwa sana. Nyota na mwezi, maana yake pamoja na baba yake na mama yake kuwa ni watu wakubwa, Yakobo kuwa ni mtu mkubwa, lakini Yusufu anaonyeshwa kwamba atakuwa mkubwa kuliko hata wazazi wake. Na hizi tunaona hizi hizi, hizi, hizi, hizi hizi ndoto zilifanya uh, watu wa familia wakachukia, zilifanya hata baba na mama wakapata wasiwasi, lakini kwa sababu ya utu uzima wakaihifadhi, sema wakaihifadhi ndoto ile wakiwa wanajua kabisa ni Mungu amesema na Mungu ataitimiza, lakini kuna changamoto nyingi sana ambazo Yusufu alikutana nazo mpaka kufikia pale. Ni habari tunaifahamu, ameuzwa kwa Waishmaili, ameenda Misri, uh, kama mfanyakazi wa Potifa. Lakini tunaona Biblia inasema mke wa Potifa akataka kulala na Yusufu, lakini Yusufu alikataa. Biblia inasema akakimbia, Yusufu akakimbia akatengenezwa kesi. Yule mke wa, wa, wa, wa, wa Potifa akatengeneza kesi na ikaonekana kwamba Yusufu alikuwa anataka kumbaka, lakini ambayo sababu hiyo ilisababisha apelekwe gerezani, lakini kwa sababu hakuwa ametekeleza hicho kitendo, kwa kuwa hakumkosea Mungu kwa kufanya hicho, ilikuwa ni kusingiziwa tu. Mado, alipoenda gerezani, alipata kibali na akafanywa kuwa mtu mkubwa kule gerezani, akawa ni mtu anayeheshimika kule gerezani, akapata neema na kibali, na Biblia inasema kila kitu alichokuwa anafanya kilifanikiwa, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Baada ya hapo, akapitia changamoto zingine, akakaa gerezani huko, akasaulika kama yuko gerezani lakini Biblia inasema kuna wakati ulifika ambao Mungu aliukusudia, pamoja na changamoto zote za kuuzwa na kutupwa shimoni na kutiwa gerezani na kushtakiwa kwamba ametaka ame, ame, ame, ame kulala na mke wa Potifa, lakini bado aliendelea kuona kile alichokuwa anakiona, na aliendelea kujizuia kufanya hayo, pamoja kuwa mazingira yalikuwa yanamwonyesha kwamba yalikuwa ni mazingira magumu ambayo kusema ukweli kwa namna ya kawaida ni ngumu, ni ngumu sana, ni mazingira magumu alikutana nayo, lakini alijizuia. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna hatima kubwa mbele yake, kulikuwa kuna kuna, kuna kuna kuna hatima yenye ukuu, kuna hatima yenye mamlaka, kuna hatima safi, kuna hatima ya utukufu iliyoko mbele yake, na ndio maana Warumi sura ile ya ya nane nafiri mstari wa 18 Paulo, ak akasema tazama, ninapotazama utukufu ulio mbele, silinganishi na mateso. Sema mateso ya muda huu mfupi, muda wa kitambo, hayatoshi kulinganisha na utukufu ninaoona mbele yangu. Tofauti ha -ha, yani mateso nayo yapitia, sio sawa kiasi cha kuyalinganisha na utukufu utakaoonekana utakaodhihirishwa utakaofunuliwa mbele. Maana yake Yusufu, pamoja na changamoto alizopitia lakini, kuna maono alikuwa nayo, na hayo maono ali, aliendelea kuyaamini na kuendelea kuyahifadhi na kuendelea kuyasimamia. Lakini ili afanikiwe, alijizuia, na ndio maana mithali anasema, pasipo maono watu huacha ku kujizuia kwa, kwa sababu ya maono ambayo Yusufu alikuwa nayo: maono ya ukuu, maono ya mafanikio, maono ya ukuu baadaye, maono ya, ku, ya kusaidia taifa lake. Maana yake Mungu alimpa neema, alimpa kibali na akamsaidia kujizuia, pamoja na changamoto zote ambazo alikutana nazo katika safari ya kuelekea ukuu, lakini bado aliendelea kumwamini Mungu kwamba Mungu aliyemwonyesha yale atayadhihirisha kwa wakati wake. Na wakati wa Mungu ulipofika, Biblia inasema alitoka gerezani, alitolewa gerezani. Mfalme aliota ndoto, hiyo ndoto ikashirikana kupata majibu, lakini watu wakamsuggest, watu wakamtaja Yusufu kwa mfalme kwamba kuna mtu mmoja mwenye roho bora.